ona sikao, nafundisha nobwana ssa na hapo. Somo linaeleweka bado? kwa sababu ingawa anachelewa, sitamsogezea. Sio kwa sababu so, nikimsogezea, unaweza kuona kama nampenda, lakini namharibu huyu, sawa? atakaa hapa miaka yote kwao, nitamsubiria, nitamvuta, sitaenda kwake mimi sawa. Nitabaki hapa hapa yeye, yeah, anifuate mimi kwa sababu anaponifuata yeye yeah, yeah, kichwani mwake anajua ananifuata, lakini mimi naona anajifunza kutambaa. Bwana asifiwe sana, mmenisikia. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo unaomba siku moja hayatokei, okay. Sio kwa sababu Mungu hawezi kufanya iko misuri ambayo inatakiwa kwa ajili ya hatima yako. Hiyo hatima inataka misuri aina fulani. Hicho kitu anakiweka mbali, ili kwamba kikuvute kwake yeye. Kinakuvuta kwake yeye ndipo anakukutanisha na hatima yake. Shida haikuwa punda wa Kishi, shida ni kwamba kulikuwa na mtu anapaswa kupakwa mafuta awe mfalme wa Israeli ajaambiwa kuikabidi Mungu apoteze punda wa mzee Kishi, Sauli aende kuwatafuta awakose Alafu afike maesim, jamani, kuna mwonaji meneoaya, watafute mwonaji. Wanapoenda kwa mwonaji, wakijua wanatafuta punda, kumbe ndo anapaka mafuta awe mfalme. Bwana asifiwe. Bwana Yesu so asifiwe. Mmeelewa sasa? unafanya kazi. Haya, njoo sasa na tumalize fam, njoo chukua so huu ndo mchezo wenzako tunacheza nyumbani bwana eh, hey, hey, hey! Tunaweka mbaye anapambana, kitakachotokea hapa ni kwamba anaangukia tumbo hivi, analala hivi, tunamnyanyua, hatumpelekei pale, umeelewa? Elewa, hatumpelekei kitu pekee ambacho tunampelekea ni maji ya kunywa na chakula, bwana spesa. Mungu hataacha ufe bwana asipe sana. Utashangaa <laughs> na hakuna ipata kirahisi, lakini mambo ya hatima yako lazima upambane kwa sababu kuna mtu Mungu anamtafuta ndani yako. Amina. Mungu awabariki. Sasa umeomba kitu ujapata. Si, kwa nini umearusu? Eh, Mungu. Amina.